atujalie tu miongoni mwa waja wake wema wenye kuyasikiza mazuri na kuyafanyia kazi. Lakini pia ni mwombe mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kama alivyotujaalia mimi na wewe sikuadhimu kama ya leo, na akatukusanya pamoja kama alivyotukusanya hapa katika nyumba yake tukufu. Ni mwombe Allah subhanahu wa taala Akatukusanya tena peponi pamoja na bwana mkuu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watukufu wa penzi Wat, leo nimekuleteeni mada inayosema annasu yatawafaun annasu yatafawatun yatawaf yatawaf

Ikiwa tu ukitembea unyayo wako unaacha athari katika ardhi, ukiwa unatembea unyayo wako unaacha athari katika mgongo wa ardhi, basi vile vile ulimi wako unaosema na fulani, ulimi wako unaozungumza na fulani unaacha athari katika moyo wa yule ambaye unazungumza naye ikiwa tu ulimi wako unaacha athari katika moyo wa yule unayezungumza naye, katika moyo wa yule ambaye unateta naye, lakini vile vile ulimi unaacha athari juu ya kumteta fulani ama kumzungumzia fulani, na ndiyo maana akaendelea kusema fahani aliman al la yadhlimu ahada, hongera ama pongezi kwa ama yule ambaye ulimi wake haukuacha athari kwa kumzungumza mtu vibaya. Hongera ama pongezi kwa yule ambaye aliutumia ulimi wake vizuri, kutokuwazungumza watu fulani, kutokuwasema watu fulani kuto kuwasimanga ama kuzungumza maneno ya hovyo watu fulani, wala yaghtab ahada, wala pia amba kwa kupitia ulimi wake. Mtu huyo ambaye tunampa pongezi hakuutumie ulimi wake kuwadharau watu fulani, kuwapuuza watu fulani wala yara nafsahu afdala min ghairi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampenda mja ambaye hajioni yeye ni bora kuliko watu wengine, wala mtu huyu hakujiona yeye ni bora kuliko mtu mwingine, wala hakujiona yeye ndio wa juu sana kuliko watu wengine. Akaendelea kusema mwanachuoni huyu, fakuluna rahilun, sisi sote ni maiti watarajiwa. Sisi sote ni wafu, sisi sote kifo, kifo mbele yetu, kabla ya kitu chochote Wewe teta, wewe zungumza mabaya, wewe fanya hivi, fanya vile, katika hali ya kuhudumia vibaya walimi wako, tambua, wa kullu na rahilun, sisi sote ni maiti watarajiwa. Akamalizia kwa kusema wanachuoni huyu, la tahtaqiru man dunaka, usimdharau aliye chini yako Ima kwa kipato, ima kwa cheo, ima kwa utukufu uliokuwa nao, ima kwa afya uliokuwa nayo, usimdharau aliyekuwa chini yako. Wewe una afya, usimdharau asiye na afya. Wewe umejaliwa kumiliki fedha, usimdharau asiyekuwa na fedha. Wewe umejaliwa kazi fulani, usimdharau asiyekuwa hana kazi lakini pia wewe umejaliwa neema fulani usimdharau aliyekuwa hana hiyo neema uliyokuwa nayo hi, hii kadhia ya kutokuwa sawa kwa kila shay'in, mazia kila jambo ama kila mtu ana thamani yake, kila mtu ana faida yake. Hili jambo la kutokufanana la kutokuwa sawa wanadamu, halijaanza kutusie tu wala sio sisi tu ndio wa mwanzo, bali hata mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mitume mia tatu na ambao tunafahamu waliotajwa katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala

Ndipo ambapo unatakiwa upigie mstari hapo. Kumbe miongoni mwa mitume wapo ambao wamezungumza na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amewazungumzisha direct, moja kwa moja. Lakini miongoni mwao pia wapo ambao Mwenyezi Mungu amezungumza ama amewapa habari kupitia malaika Saiduna Jibril. Hivi hawa wanaweza kuwa sawa? Waliozungumza na Mwenyezi Mungu direct na wale waliozungumza na Mwenyezi Mungu kupitia malaika, wanaweza kuwa sawa? Hawawezi kuwa sawa. Kwa hiyo hii tabia ya kutokuwa sawa wanadamu, sio kwetu sisi tu wa kawaida, hata mitume pia nao walitofautiana. Fa minhum man kallama Allah miongoni mwao wali wapo waliozungumzishwa na Mwenyezi Mungu direct, lakini pia miongoni wao wapo ambao walizungumza na Mwenyezi Mungu ama walipata habari kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia malaika Sayyidina Jibril. Lakini pia sio kwa mitume tu, hata kwa masahaba hata kwa masahaba masahaba nao pia walikuwa kila mmoja ana daraja yake, lakini Bwana Mtume Muhammad esha uthamani wa mtu sio kutokana na rangi yake, kuonyesha uthamani wa mtu sio kutokana na ule ukubwa wake aliokuwa ali nao katika mji fulani, kuonyesha uthamani wake sio kupitia utajiri wake. Hebu tuangalie katika kisa kilichosimuliwa enzi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wakati inaangaliwa vita ya kupiganwa mwaka wa nane mwaka wa nane hijiria, mwaka wa nane hijiria ilipiganwa vita ya ghazwat muhta. Ghazwat muhta bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anatangaza vita vya ghazwa, vita ya ghazwa muda. Chungeni sana, chungeni sana amri zinazotolewa kwa kapteni wenu ambaye ni Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha anapewa kapteni. Man huwa Zaid ibn Haritha? Zaid ibn Haritha ni nani, mpaka anapewa ukapteni? Wakati yupo sayyiduna Abu Bakar sahaba mkubwa huyu, yupo Umar bin Khattab sahaba mkubwa pia, wapo kina Uthman ibn Affan, anapewa ukapteni wa jeshi. Vita ambavyo vilipigana mwaka wa 8 Hijria vinaitwa Ghazwa Muta. Zaid bin Haritha anakuwa kapteni wa jeshi wakati wa vita hivyo. Mtume akatoa angalizo akasema, shikamaneni na amri zinazotoka zinazotolewa na Zaid bin Haritha. Akiuawa ama akiuliwa Zaid bin Haritha, awe kapteni wa jeshi hilo Jaafar ibn Abi Talib. Jaafar akiuliwa, fa alaykum bi Abdillah Abdullah ibn Rawah awe ndio captain. Lakini kwanza nani? Zaid ibn Haritha. Man huwa Zaid ibn Haritha? Zaid ibn Haritha alikuwa ni mtumwa, alikuwa ni mtumwa, akauzwa katika viwanja vilivyopo Maka, vile viwanja vinahitwa aukada, akauzwa pale. Huyu Zaid alivyouzwa pale, alimnunua kidume mmoja arita Hakim bin Hizam. Huyu Hakim bin Hizam ndiye aliyemnunua Zaid bin Haritha. Na huyu Hakim bin Hizam akamtoa zawadi kwa Bi Khadija binti Khuwailid. Alivyomtoa zawadi kwa Khadija binti Khuwailid huyo Khadija akampa bwana mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wasallama, akawa sasa zaidi yupo chini ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yupo chini ya malezi ya, ya mkubwa wa daraja, bwana mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wasallam, akalelewa katika ile nyumba, lakini kutoka katika utumwa mpaka anakuja kuwa kapteni wa jeshi. Tunazungumza nini? La tahtakiru man dunaka, usimdharau aliye chini yako, ima kwa kipato au kwa cheo au kwa mamlaka uliyokuwa nayo. Usimdharau aliyekuwa chini yako. Wewe una afya, usimdharau asiyekuwa na afya. Una kipato, umejaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu, usimdharau asiyekuwa na kipato kama cha kwako. Lakini leo tumekuwa sisi ndio waja wa mwanzo kabisa ambao tunadharauliana, tunaona huyu si chochote si lolote, mimi niko juu yeye, yuko chini, hawezi kuwa chochote wala lolote kwa muumini. tusifike hatua hizo ama tusifike kwenye hatua hiyo ndugu zangu ambao mnanisikiliza na kunitizama Tuwe tuishi kwenye misingi ambayo tumefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuishi sambamba na mafundisho aliyotwamuru nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tunayazungumza haya maneno, hawa ambao tunazungumza haya maneno ya kutokudharauliana ni mashekhe ambao wanayozungumza haya maneno, wanayenukuu kutoka kwa mitume, wanayenukuu kutoka kwa wanazuoni, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo ilivyotuelekeza Qur'an Karim. Lakini kwa mwanzo kabisa ambao tunaweza kuhusudiana sisi kwa sisi ni hao hao ambao ndio mashehe, lakini hao hao ambao wanatawala fulani katika makamati yao ndio ambao pia wanaweza kuhusudiana wao kwa wao, lakini si hao tu, hata wale ambao wanafanya kazi pamoja hao hao ndio wanaohusudiana. Leo utamkuta kiongozi wa wizara fulani anahusudiana na viongozi wenzake katika wizara hiyo. Leo utamkuta shehe fulani anahusudiana na mashehe wenzie. Leo utawakuta hata watu ambao mko maskani pamoja, mnahusudiana eti kisa tu wewe umepewa neema ya kitu fulani, fulani hajapewa. Hajatufundisha hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujiepushe na kuacha athari mbaya katika nyoyo za watu ambao tunazungumza nao. Tujiepushe kuacha athari za hovyo ambazo tunazungumza kwa watu ambao tunapiga nao stori ama kuzungumza maneno fulani. Iwezekana leo ukazungumza jambo ulimi wako ukaacha athari kwa yule uliyozungumza naye ikawa ni sababu ya yeye kukupenda daima na akakukumbuka pindipo utasafiri, ama hata ukifa kabisa, akakukumbuka maisha yake yote. Lakini pia kwa kutumia ulimi wako huo, ukajenga athari kwa moyo wa yule uliyezungumza naye, akakuchukia na akakuona wewe tena si mtu katika watu kwa kuwacha athari mbaya katika moyo wake, ikawa ni sababu pia hata pia yeye kueneza taarifa za hovyo kwa wengine, na wengine pia wakawa wanakuchukia. Lakini pia hata ukisafiri ama ukifa pia hawezi kukukumbuka kwa mazuri, zaidi atakukumbuka kwa mabaya. Kwa hiyo wito wangu siku ya leo Naomba tuchunge sana ndimi zetu, tuchunge sana maneno ambayo tunayazungumza, kwa sababu ni athari tunaiacha katika nyoyo za wale ambao tunazungumza nao. Pia tujihadhari sana na yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ametukataza na tujilazimu kuyaendea yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuamuru kuyaendea. Wanasema Waswahili, ukiona kilemba ambacho kimefungwa kichwani kimetapakaa tope, usiulize msuli umekuwaje.